So, mimi nafurahi tena nashukuru Mungu kuwa tumefika mahali. It does not matter unatoka wapi. It does not matter unakaa wapi, unaongea lugha gani, ama unaomba wapi, ama unaomba Mungu gani, hiyo sio biashara yetu. Kwa mali utakuwa independent yet una pesa. Tusikizane hapo. Tukijenga hii kitu hivyo utaona tuna make sense kwa watu. Tukienda kwa profit system tunarudi kwa na ile failure ya wasungu hivi. Profit system linafanyanga bro, pesa inatumwa ya ma investors ama ma grants, the grants. Alafu juu watu wanazoea profit ile kukula. Hiyo pesa inaisha kukula, kikulu hapo inaisha. <coughs> Lakini mkishazoea kuwa, mkijifunza kuwa tunaweza kuwa alive bila kuwa na pesa. For example, sasa hizi ni kupigia shopping kwa nyumba yako kina kitu unataka. Mm -hmm. Unahitaji pesa kwa

We need a structure ambayo tukishafunzwa tunaenda ku apply your structure kwa world, waone nyewe tulipo nafunzwa what makes sense, ndio tukasema kwa last meeting yetu hapa, zile akili zenye ziko hapa, my friend, zikitolewa tu zifanye kazi hivi, dunia mzima wanaweza kuanza kuja kupiga. Ama ingekuwa ni mzungu atajua vizuri, atakuja weke kitu inaitwa godown kubwa sana hapa na I think hiyo kitu inakuja mm. Wanakuja kukaa godown kubwa jua, kile wao na kule na kile wao wakisikia, watataka zifanye kazi yes. si wadagani watataka zifanye kazi. Mimi nimejina hapa sasa, mzungu ana hii anataka mali, kuna value. Akiona hata kuna value kwa mwiti mwingine huko ndani kabisa, anaenda paka huko atakuyo tuko ile aende nayo kwa, so hapa atutoke kuja chukue kirubi wende naye, wasichukue ratem waende naye Jua kuna kile mzuri wakuja wapende na teng na na nani, walikerudi walishajenga corporate structure hapa, wako na holding company hapo, wako na foundation hapo ndani, na wako na trust ya baba yao hapo ndani. So wakitaka kitu yote ambayo tuna tuna deal na nayo with him sisi hapa, ikiwe ni shamba yetu, ikiwe ni mimea yetu, ikiwe ni gold. Wanaende kwa business, na hizo structure zetu. Hiyo ndio jambo la kwanza wakuje tufanye nao business, kwa ipo level na hiyo it can only happen ukiwa na hiyo sovereignty structure. Si hata ukiwa na pesa, ukiwa na pesa bado mzungu anakuganyaga hivi. Hata ukiwa ndio president uko na political power bado anakuganyaga hivi. Chenye anajua inamtoshanisha ni sovereign mabiawe, sovereignty because iko hapo. Ndio hiyo yo maombi yao ya kurudishwa kwa hiyo sovereignty yao ya kingine. So, baba mtuleta sovereignty. So, tu usi tukiwa na sovereignty yetu, utapata, utakuwa equal na hawa wenye you unaona know saa hii. Wanajifanya wako mbele, tukiactivate system yetu because sisi ndo tuko na value ya juu. It means that by the time yetu ikuwe active, yao sasa inakuwa iko chini yetu kwa sababu gani? The moment watu walikuwa wanatumia bank, and there was no mobile money. People had to go physically to the bank. mali bank

utility app ikiweza kufanya kazi then all the big companies out there are our potential partners immediately, si kesho, si kesho kutwa. So they come, wanapata tayari. Si ati tuko tu na utility peke yake ya ya token, because that is already a product peke yake. Inaonitoa ni pesa mingi sana ile token, tunaongea kabla ni sa token Awanakuja unapata mtuko na hiyo token na tuko na kiti inaitwa nyumba yetu. Mahali kuna dunia yetu hapo ndani. Sio tukitaka kiti, mwenye anauza viti wako nao hapo hapo ndani. Tukitaka nyumba, nyumba wenye anajenga nyumba wako nao hapo ndani. Tukitaka mambo ya maombi, wenye tunao wanaomba wako nao hapo ndani. Unapata, sisi nakuwa rahisi kuwa kama mtu anipea pesa yenu, kuna hii pesa hii, nini tafanya hii pesa yetu iweze kutumika hapa kama ile pesa tuko kawaida. Kitu inaitwa smart hii app the only thing imebaki ni kuweka watu waangalie smart contract na wasign. The moment registration ilikuwa inafanywa kwa app pekee, ndio maana niuliza wenye wana smartphone, mtabidi muende kwa center, uta set center mali. Ukisha kufanya hii kazi, kazi ziko hapa, umepata point. Ukienda kwa hiyo center, unapoa pesa sasa, hizo point una deduct na system ita run hilo hivyo kwa muda kidogo, kama mwezi sita hivi, alafu tuna develop sasa automatic nini hapa, then kuna shilingi moja ina developiwa, ambayo inashika generation ya watu Kabiru si pesa utahesabiwa kama Kenya Shillings. Ni pesa ya balu yako, yani dhamana yako, na dhamana yako kama tuko na coin moja ya Sikugu Foundation Sikugu Trust. hiyo coin moja imeandika balu yako, balu ya baba yako, balu ya baba ya baba yako, na watu wote ambao wameungana na hiyo watakuwa na access kwa hiyo